Sirata atutam. Sirata atutam. Sirata atutam. Yeah. Bas, mimi na, naona leo Sirata. Kwani mlikula mahindi sana ile tulipanda juzi? Kwani mkana kaka kama mko na usingizi? Sasa, nawashukuru na watu yetu ya Sirata. Leo rais amepigia ile contractor alimaliza mwaka saba bila kujenga hii barabara. Najua hii barabara ni ya Kera na Kera aingefanya because kuna existing contract. Kaunti ingefanya kwa sababu kuna existing contract. Sasa, hiyo mtu mbofu ametuweka kaunti ya Isidara, serikali ya Isidara, lakini leo rais amepigia mwenyewe. Hata nilisikia akijaribu kuita rais, my brother, rais akambia kuna brother, brother ni barabara. Pigieni rais makofi. Huu rais ni wa matendo. Kitu ingine ya pili, rais leo aliniuliza kama tuko na shamba ya kujenga university. Tuko na 300 acres nomotio tunataka kujenga university inaitwa Samburu. Hata nyinyi mwache kusoma university inaitwa nani na nani, mtakuwa mnasoma university inaitwa Samburu.